Leo hii tumekuja kufuturisha hapa Zanzibar. Hii imekuwa ni utamaduni wetu hasa kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika kufuturisha wateja wetu, kuonyesha ule upendo na kukaa pamoja nao, hasa katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Uh, NBC ni mojawapo ya benki kongwe eh, hapa Tanzania. Ni benki ambayo ina, imekuwa karibu na wateja siku zote. Na hapa Zanzibar tuna matawi yetu mawili pamoja na wakala, tuna wakala na wakala mawakala ambao wanaendelea kutoa huduma zetu kwa wateja wetu. Uh, tumekuwa tukikua mara kwa mara eh, na benki yetu imeendelea kukua uh, mwaka jana kwa product yetu ya wala, Lariba ambayo ndio product ambayo ni moja product ambayo ziko hapa Zanzibar. Tulikuwa na wateja elfu ishirini na mbili, zaidi ya elfu ishirini na mbili na mwaka huu mpaka kufikia kwa mwaka jana kipindi kama hiki na mpaka kufikia mwaka huu sasa hivi tumeongeza wateja zaidi ya elfu 12 wamefika elfu 34 zaidi ya elfu 34 hii inaonyesha ni jinsi gani katika kukaa karibu na wateja na kuendelea kuwapa huduma bora inavyoendelea kutupa wateja wengi na wateja kuendelea kutuamini na kufanya biashara pamoja na sisi